Mtazamaji wa ndalini midia, ni siku nyingine tena katika maonesho haya ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba yakiwa na kauli mbiu isemayo Sabasaba fahari yetu. Mimi naitwa Richard Steven, ni ukaribishe moja kwa moja katika matangazo haya kutoka katika viwanja hivi vya Sabasaba, na leo tupo ndani ya banda la wizara ya fedha, zinakwenda kuzungumza na idara ya management ya mifumo ya kifedha na huduma za TEHAMA. Idara hii ina majukumu gani hasa, na wapi idara hii inakutana na wananchi katika utendaji wake wa kazi za kila siku? Tuko hapa na baadhi ya maafisa katika idara hii, wao watatuelezea yale ambayo wananchi anapaswa kuyajua. Tuambie, unaitwa nani? na kutuambia idara ya management ya mifumo ya kifedha na huduma za TEHAMA, idara hii ni idara gani na inafanyaje majukumu yake ya kimsingi ya kila siku? Asante sana kwa majina anaitwa Charles Clement Maganga, ni afisa tehama ya mwandamizi katika wizara ya fedha, idara ya mifumo ya usimamizi wa ya fedha na huduma za ndani za tehama. Aa, idara hii ina majukumu mengi, mengine ni ya kitaifa ya mifumo ya kifedha na mengine ni ya ndani. Kwa majukumu ya kitaifa tuna mifumo ambayo tunasimamia, mfumo wa MUSE ambao ni mfumo wa uhasibu serikalini unasimamia idara hii. Tuna mfumo wa GPG ambao mfumo huu ni mfumo wa, wa, wa control number na ni pia ni moja ya mifumo ambayo tunaisimamia na mifumo mingine mingi tu ambayo tunaisimamia hapa. Mwananchi anataka elewe hiyo mifumo inakuwa ina, inafanyaje kazi zake na mwananchi yeye anashiriki ana, ana, ana, ana vipi kwenye hiyo mifumo ambayo idara ambayo inaisimamia vizuri. E, mfumo ambao unaweza kuzungumzia ambao mwananchi anamgusa moja kwa moja ni mfumo wa malipo ya mfumo wa malipo ya serikali wa control number na e, mwananchi anapotaka kulipia bili za maji atatumia maji yaliyounganishwa na mamlaka yake husika, lakini pia atapewa ankara ya kulipia ambayo ni bili ya maji. Kwa hiyo mwananchi akitaka kulipa ile fedha, tendo cha kupewa control number eh, inaonesha hiyo fedha inaenda serikalini moja kwa moja, kwa sababu nyuma ya control number kuna chanzo cha hiyo pesa. Na hiyo pesa ikienda benki, benki itahamishwa kwenda benki kuu kwamba ni malipo halali. Na atapata meseji, meseji ya kwanza tukayopata ni meseji ya mtandao husika aliyolipia kama amelipia kwa simu, na meseji ya pili atapata ni meseji ya huduma za serikali ambazo umelipia malipo ya serikali, yenye kuonesha stakabadhi ya soft soft receipt ambayo ni wanasema eh, ni laini karatasi laini, labda ni meseji ile inakuwa inaviambatishwa kwamba malipo hayo yamefanyika serikali ile kuniambia zile huduma ambazo mwananchi ana, ana, anazipata labda katika huduma mbalimbali labda katika maji, umeme. Idara hii ndio majukumu yake kutengeneza zile namba za malipo. Ndio idara hii ndio majukumu yake kutengeneza namba za inasimamia mfumo ambao mfumo huu unatengeneza namba za malipo na huduma kama za maji, huduma kama za umeme, huduma kama za kulipia mifugo, toza mifugo zote husu kilimo kule kulipia mazao na vitu vingine vibali mbali mbalimbali ambavyo vyote inalipiwa kwa control namba o. Malipo yote ya serikali taasisi yote ya serikali lazima ikupe ankara yenye control namba, yani ankara yako lazima hiyo ni control namba, hiyo inaonyesha kwamba taasisi hii, haya malipo ni halali ya serikali yanalipiwa kwa control namba. Na mnaonaje mwitikio wa, wa wananchi katika katika katika kushiriki katika ulipaji wa huduma mbalimbali hasa mwitikio? Kwa sasa ni mkubwa wa wananchi, wengi kwa sasa wanauelewa wa huduma zinazolipwa kwa malipo ya control namba na imeenda mbali kwamba sasa hivi hata mtu anayelipa anayetaka kulipa nje ya kontro namba anahisi anaimiwa kwa kwa kwa kufahamu kwamba malipo yote kwa serikali tuna, tuna mba uliolipia unaenda kwenye kama una Play Store au Android au au au Apple una una download ile app na verify malipo yale ya serikali hakika mwananchi ana vingi sana vya kujifunza endapo atapita sabasaba na kufika katika banda hili kila mwananchi tunakukaribisha karibu saba saba mwaka 2025 hakikisha unapita kwenye banda la wizara ya fedha hautajutia mtazamaji wetu wa Ndalini Media ambapo popote tunakufikia banda la Wizara ya Fedha lina mambo mengi sana. Sasa hivi tunakwenda kuzungumzia kitu kinaitwa uh, mfumo wa hati ya mshahara. Ni mfumo gani una, na unafanyaje kazi, na mpaka kuja na mfumo huu idara hii iliona nini? Sasa tuko na mtaalamu hapa hata tuambia kwa kina zaidi kuhusiana na hili jambo. Uh, tuambie majina yako, lakini pia mtu anaposikia mfumo wa hati ya mshahara ni mfumo gani? Sasa huna unafanyaje kazi na unafanya kazi na watu gani hasa zaidi? Asante kwa jina, naitwa Zaina Ramadhani Mwanga. Niko idara ya mifumo ya kifedha ambayo iko chini ya wizara ya fedha. Hii idara inatengeneza mifumo ya kifedha mingi, kuna ule mfumo wa mambo ya ndani, kuna mfumo wa salary slip ambayo ni mfumo wa hati za mishahara. Hapo mwanzo tulikuwa tunatoa tu saa slipu kwa njia za kawaida tu, ile karatasi zinatoka nyingi, wahasingu wanapigiwa kila mkoa, kwa hiyo ilikuwa zinasafirishwa. Kwa hiyo zile control sheet kuzisafirisha ilichukua gharama kubwa sana katika kusafirisha. Kwanza ilikuwa yani, maandalizi yake minabidi zikishatoka, mnaenda kwenye chumba maalumu mnazisoti, mnachukua muda mwingi hapo mnasoti, nkimaza soti nazipanga kwenye maboksi, kila halmashauri inaandikiwa juu pale, mengine airport, nyingine inasafirishwa kwa meli eh, nyingine kwa mabasi. Kulikuwa kuna gharama za usafirishaji eh, kulikuwa na gharama kubwa sana za, us za usafirishaji. Sasa idara yetu kuliona hilo ikawa imekuja na mfumo wa hati ya mishahara ili kubadilisha kutoka analogi tukaja kwenye digital. Kwa sasa tulipoingia huku mambo yamekuwa mazuri kwa sababu umfumo umerahisisha. Kwa hiyo umfumo kwa kwa ukubwa kwanza unahudumia una watumishi na taasisi za zile za serikali. Ah, watumishi na ah, taasisi za taasisi za serikali. Za serikali. Kwa sababu mfumo anatumia nini? Kujisajili lazima awe na yo cheki namba na. Eze, sasa huu mfumo ulivyoingia mmerahisisha, yani kila mtumishi anajihudumia yeye mwenyewe. Ili kujihudumia yeye mwenyewe, kwanza unajisajili, unajisajili kwenye mfumo, na unapojisajili natakiwa ujue taarifa zako za kiutumishi uzijue vizuri, kwa sababu ndizo zitakazoibizwa pale, na zitakiwa zioane vizuri. Ikiwa tofauti, mfumo unakataa. Yaani utangaika lazima utapiga simu tukumbumie. Kwa hiyo account namba ndio kitu cha kwanza. Kuna kitu kinaitwa postcode ambayo ni namba ya fungu ya taasisi inakofanya kazi. Leo kuna namba ya idara hizo. Ujue tu account namba yako vizuri, uwe na email yako ambayo iko active na katika kutengeneza pia kuna password. Password nayo inatakiwa iwe ile nzuri, sio wengine wanaweka password namba mbili au majina ya watoto. Wanakuwa na malalamiko mengi, ah fulani anaingia ameniangalizia slipu setu, anaambia ni wewe mumeo. Wewe mtu hawezi kuangalia kwa lazima, atengeneze unasema nywira ile ambayo ni so, ni nzito ni, ni, ni, ni si, na na, na, na, na mifua huwa inakwambia kabisa kwamba hii ni wiki ni nzito. Naam, sasa, tangu kuanzishwa kwa mfumo huu wa hati ya mshahara ni gharama kiasi gani serikali imepunguza na faida zake ambazo imezipata kwa sasa? E, gharama kwa ujumla wa gharama, nitasema ni gharama zilizopunguzwa ni nyingi, ni kubwa mikiwa sana a mtumishi au, au kwenye simu ambayo ina uwezo wa internet unajisajili, then unapata zako za kila mwezi za wa, watumishi wote unapojisajili. Uwe unatumia ile poto ile, usiache kuitumia kila mwezi, uwe unapakua silipu zako. Ushapakua silipu zako ulishajisajili kwao vizuri ukazi, ukazihifadhi mahali, muda, hati. Lakini, huwa tunawashauri wao wae wanazipakua lakaaa kila mshwa kila wezi naponddd salary slip ilikuwa inaweza kuchukua muda gani hasa mpaka kuja kuipata? Na kwa sasa hivi inachukua muda gani? ksaau zikisha tengenezwa zikatoka kwa soti pale kwa satirisha zikaenda kule, hasa yule anayeenda kuchukua slipu yake pale. Mwingine haendi kwa wakati, au akienda zimewekwa kwenye box hapo, anatangua, anachoka, anaacha. Umeona? Eh, sasa hivi hakuna. Sasa hivi ukishaingia kwenye mfumo, yani yani hata sasa hivi hapa tulipo, ngitana slipu yangu sasa hivi na ya mwezi uliopita, naingia tu tata tanaingiliona hiyo na print. Nikushukuru sana asante. Naam, mtazamaji wa Ndalini Media, popote tunakufikia Huna sababu ya kukosa Sabasaba, hasa kuja katika banda hili la Wizara ya Fedha na kupata uh, elimu hii ambayo ni muhimu ukaipata na kuifahamu. Mpaka kwa wakati mwingine tena tutakuwa nawe. Na mtazamaji wetu popote ulipo na unapotufuatilia kupitia katika maonesho haya ya 49 ya biashara. Mimi naitwa Richard Steven. Hapa niliposimama ni sehemu ya banda la ofisi ya Waziri Mkuu na hapa kuna vitengo na idara mbalimbali mbali. Basi nikukaribishe moja kwa moja nikupeleke katika baadhi ya vitengo na idara kujua nini hasa wamekileta katika maonesho haya ya 49 ya biashara. Tupo hapa viwanja vya Sabasaba kwenye maonyesho ya Sabasaba ya arobaini na tisa kwa ajili ya kuja kuwaelezea watu majukumu makuu ya tume. Majukumu makubwa ya tume ni usuluhishi na uamuzi wa migogoro inayotokea mahala pa kazi. Migogoro hiyo tunaishughulikia na kuitatua kwa njia ya usuluhishi, ambayo ni majadiliano ya pande mbili, na baada ya usuluhishi kama utafeli basi, mgogoro huo unaenda kwenye hatua ya uamuzi. Kwenye uamuzi tunasikiliza ushahidi na kutoa uamuzi kwa kutoa tuzo. Kwa hiyo haya ni majukumu ambayo tume imepangiwa kuyafanya kwa ajili ya kuweza kutatua migogoro inayotokea mahala pa kazi. Tuko hapa Sabasaba uh, kwa ajili ya kuelezea wananchi kuhusiana na huduma ambazo tumekuwa tukitoa kwa watu wenye ulemavu uh, huduma kuu ambayo tumekuwa tuki, elimu ambayo tumekuwa tukiitoa ni kuhusiana na mfumo ambao, huu ni mfumo wa taarifa wa ukusanyaji wa takwimu au taarifa za watu wenye ulemavu lakini pia ni, ni muhimu. Taarifa hizi zitatusaidia sana katika kuratibu shughuli zetu mbalimbali za serikali katika kuhakikisha tunatoa huduma bora kwa watu wenye ulemavu. Hivyo tunahimiza wananchi au jamii wa kwa ujumla kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu waelimishwe, wenda kwenye kata zao ili waweze kuenda kusajiliwa waweze kupata namba na baadaye waweze kuingizwa kwenye mfumo wetu wa taarifa na takwimu za watu wenye ulemavu. Tumekuja Sabasaba kushiriki maonyesho ya biashara arobaini na tisa kwa lengo la kutoa elimu kwa umma kuhusiana na masuala mbalimbali, masuala ya namna ya kukabiliana na majanga, uratibu wa shughuli za serikali, uwezeshaji wananchi kiuchumi, namna ya kujikinga na namna ya ku maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Lakini pia tumekuja hapa kutoa elimu kuhusiana na kinga, matumizi baada ya kulevya. Lakini pia tuna mifuko yetu ambayo ni mifuko ya hifadhi ya jamii tuko na watu wa PSSF tuko na watu wa WCF tuko na watu wa NSSF, lakini pia kuna watu wa OSHA ambao wanaangalia usalama mahali pa kazi. Pamoja na hiyo, kumeshiriki pia na idara zote za ofisi ya wa waziri mkuu. Tunapatikana fursa mbalimbali kama fursa za vijana kujisajili kupata ajira, lakini pia kuna kupata taarifa za vijana na watu wenye ulemavu. Nawakaribisha watu wote katika banda la ofisi ya wa waziri mkuu Mje mshiriki na kauli mbiu wetu inasema, maonyesho ya biashara ya kimataifa saba saba fahari ya Tanzania. Karibuni sana ofisi ya wa waziri mkuu. Uh, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ni idara huru inayojitegemea ambayo iko chini ya ofisi ya msa, ya waziri mkuu kwa masala yote ya uratibu, lakini pia hapa tupo kuyaelezea majukumu ya msajili wa vyama vya siasa ikiwemo usajili na ufuatiliaji wa vyama vya siasa, hivyo tunawakaribisha watanzania wote na wananchi wote waje kuyajua na kuyafahamu majukumu ya msajili wa vyama vya siasa. Tunapenda kuwakaribisha vijana katika banda letu la ofisi ya waziri mkuu, hususani kwenye idara ya ajira na ukuzaji ujuzi, ambayo tunahusika na programu ya ukuzaji ujuzi, ambayo inatoa programu za ukuzaji, ukuzaji ujuzi kwa vijana katika maeneo manne ambayo ni wanagenzi ambayo kwa Kiingereza ni apprenticeship, utarajali, upskilling pamoja na urasimishaji wa ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi. Vijana wengi wameweza kupatiwa ujuzi uliowasababisha kupata ajira na wengine kujiajiri katika maeneo mbalimbali, maanake mafunzo hayo yamewapa katika fani mbalimbali zinazotolewa na mafunzo na vyuo vya ufundi wa mafunzo stadi katika mikoa yote ya Tanzania bara. Tunakaribisha vijana wote katika banda letu ili kuweza kujua hizo fursa zinazopatikana katika idara ya ajira kwenye ofisi ya Waziri Mkuu ambapo wanaweza kupata mafunzo yatakayowawezesha kupata ujuzi unaotakiwa no, katika soko la ajira.